Habari, habari. Miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na spika wa bunge Musa Zungu asema kuwa wananchi wana haki ya kutambulishwa wanapoingia ndani ya bunge hilo. Wananchi wa wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza watakiwa kuchukua tahadhari wanapokuwa katika maeneo ya maji yenye viashiria vya wanyama wakali na watu wawili wafariki na nyumba zaidi ya elfu mbili kubomoka baada ya mvua iliyoambatana na upepo kunyesha katika mji wa Kindu mkoa wa Maniema mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Muleba. Uongozi wa kata ya Muleba wilayani Muleba mkoani Kagera umewataka viongozi wa vitongoji kushirikiana kudhibiti vitendo vya watoto chini ya umri wa miaka kumi na nane kucheza michezo ya kamari aina ya bonanza ambayo ni kinyume na utaratibu. Diwani wa kata ya Mleba Bwana Pancras Ntwala amesema hayo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika soko kuu la Mleba mjini. Bwana Ntala amesema kuwa uamzi huo umetokana na athari hasi za michezo ya kamari kwenye jamii ikiwemo kuharibika kwa maadili hivyo amewataka viongozi hao kushirikisha wana, kuhakikisha wanadhibiti vitendo hivyo dhidi ya watoto Mtu anayeruhusiwa kufanya jambo hilo, kucheza bonanza, lazima awe na miaka kumi na nane na kuendelea. Leo bonanza, watu miaka kumi, miaka kumi na miwili, miaka kumi na tano wanacheza bonanza, na nitawaomba wenye mtu wote wa mitaa kuhakikisha jambo hili linafanyika kila maeneo, na niombe jeshi la polisi wanaoweka kwenye vyumba haya mabonanzi yatolewe ili kusudi tuweze kubaini ni nani anapaswa kucheza bonanza ni nani anapaswa kucheza bonanza. Naye mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Mleba Bwana Hosea Babu amesema wamekuwa wakidhibiti michezo ya aina hiyo dhidi ya watoto kwa kufanya doria kwenye maeneo yanayofanya shughuli hizo. Ukelewe mkuu wa wilaya ya Ukelewe mkoani Mwanza Kristofa Ngubiagai amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuchukua tahadhari wanapokuwa katika maeneo hatarishi yenye viashiria vya uwepo wa wanyama kali wa wanyama wakali katika maeneo ya maji. Wito huo umetolewa kufuatia vifo vya watu wawili wakazi wa vijiji vya Nantale na Maluseni kata ya Ngoma wilayani humo waliofariki baada ya kushambuliwa na kuuawa na mamba katika ufukwe wa Ziwa Victoria. Ngubia Gai amesema serikali kupitia halmashauri kwa kushirikiana na wananchi imeendelea kuchukua hatua za kudhibiti wanyama wakali katika maeneo yaliyoathirika, ambapo mpaka sasa mamba wanne wameuawa ili kupunguza hatari kwa maisha ya wananchi. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambapo serikali ya wilaya inafanya mawasiliano na wizara na taasisi ambazo zina mamlaka eh, ya kufanya uvunaji, kupunguza hii athari ya mashambulio ya mara kwa mara kwa mamba, ni vema wananchi wetu waliaokelewe wakachukua tahadhari kubwa ya kwenda ziwani katika kufanya shughuli zozote za kijamii. Maelekezo yangu hasa kwa viongozi wa vitongoji, viongozi wa vijiji na kata, kutoa elimu ya mara kwa mara kwa wananchi katika maeneo yanayozunguka ziwa. Aidha, ameongeza kuwa wataalamu kutoka idara ya maliasili wanaendelea na msako maalum wa kuwatafuta na kuwakamata au kuwadhibiti wanyama wakali wakiwemo mamba na viboko ambao wamekuwa wakisababisha hofu na taharuki kwa wakazi wa vijiji hivyo. Dodoma. Spika wa Bunge Mussa Zungu amesema kuwa wananchi wana haki ya kutambulishwa wanapoingia ndani ya bunge hilo. Akizungumza leo jijini Dodoma wakati wa bunge la kumi na tatu, mkutano wa pili, kikao cha tatu, Spika Zungu amesema kuwa kanuni ya wageni iliyopo kwa sasa siyo rafiki kwa wananchi. Tuna kanuni ya wageni ambayo tumeshauriana na katibu na chief whip. Kanuni hii kwa kweli si rafiki. Hili ni bunge la wananchi na wananchi wana haki ya kutambulishwa wanapoingia ndani ya bunge hili kamati ya kanuni kitapotangazwa kesho tutakaa na kutizama namna ya kuboresha zaidi ili wabunge watambulishe wananchi ndani ya bunge lao wenyewe. Hata hivyo, mnamo Juni kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kamati ya kudumu ya bunge ya kanuni za bunge ilipendekeza kufanyika maboresho ya muda wa kutambulisha wageni waliko bungeni ambapo ilitaja watakaotambulishwa ni wageni wa kitaifa, kimataifa pamoja na wageni waliotoa mchango kwa taifa pekee. Mabadiliko hayo yalitangazwa na Zungu mwenyewe, wakati huo akiwa naibu spika wa bunge, alipokuwa akiwasilisha, akiwakilisha taarifa hiyo ya kamati. Radio Kwizera, habari kimataifa. Maniema. Watu wawili wamefariki na nyumba zaidi ya elfu mbili kubomoka baada ya mvua iliyoambatana na upepo kunyesha jana katika mji wa Kindu mkoa wa Maniema mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa kiongozi wa kitengo cha ukingo wa raia katika mkoa wa Maniema, bwana Walanga Michael amesema mvua hiyo mbali na kusababisha vifo vya watu wawili, mito pia imejaa maji na baadhi ya madaraja ya miji wa mji wa Kindu yameharibika. Bwana Maiko amesema pia mvua hiyo imesababisha kukata mawasiliano kati ya mji huo wa Kindu na miji mingine. Kwa upande wao wanaharakati wa mazingira katika mkoa wa Maniema wamesema kuwa ukat, ukataji wa miti kiholela bila kupanda miti mingine ni chanzo kikubwa cha mafuriko ya mara kwa mara katika mji wa Kindu na kuitaka serikali kufikiria namna ya kutunza mazingira. Maputo, nchi ya Angola imewasilisha tani ishirini za vifaa vya misaada ya kibinadamu nchini Msumbiji kama sehemu ya mpango wa msaada wa tani sabini na tano uliopangwa kwa jamii zilizoathiriwa na mafuriko makubwa nchini humo. Waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya afya wa Angola Pinto di Seuzo amesema vifaa hivyo vimesafirishwa kwa ndege ya anga. Ndege ya jeshi la anga la Angola ni pamoja na dawa, chakula, nguo, mahema na vifaa vingine muhimu. Naye waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya uchumi wa Msumbiji, Antonio Glispos, ameshukuru Angola kwa msaada huo, akisema waathiriwa mafuriko kwa sasa wanahitaji kila kitu ili kupunguza mateso yao. Ameeleza kitendo hicho kuwa na maana hasa, akibainisha kuwa mafuriko hayo yanaweza kuwa miongoni mwa mafuriko mabaya zaidi ambayo nchi hiyo imekabiliana nayo tangu ipate uhuru. Miongoni mwa habari tulizokuletea ni pamoja na spika wa bunge Musa Zungu amesema kuwa wananchi wana haki ya kutambulishwa wanapoingia ndani ya bunge hilo. Wananchi wa wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza watakiwa kuchukua tahadhari wanapokuwa katika maeneo ya maji yenye viashiria vya wanyama wakali. Na watu wawili wamefariki na nyumba zaidi ya elfu mbili kubomoka baada ya mvua iliyoambatana na upepo kunyesha katika mji wa Kindu Mkoa wa Maniema Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waza, wazua. Msikilizaji, vitu havileti utu, utu unaleta vitu. Waza, wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari, saa kumi alasiri utaletewa duru habari. Mimi ni Zawadi Bashemela. Asante kwa kusikiliza Radio Kwizera Habari. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook at Radio Kwizera, Instagram, X na TikTok at Radio Kwizera FM underscore, YouTube Kwizera TV, na website yetu radiokwizera.co.tz.